Hello, habari. Leo katika pita pita zangu za kujisomea somea, nikakutana na msemo unasema, don't stop until you are proud. Ha, nikajikuta tuna smile mwenyewe, sijajua hata kwa nini nilikuwa na smile, lakini kwangu nimeona ni msemo ambao umenipa, umeniongezea nguvu, umeniongezea nguvu ya kuendelea mbele, umenikumbusha kwamba hakuna kusimama E, mpaka unapofika mahali una uwezo wa kujivunia kile ambacho ulikuwa unakipambania ni kweli kabisa. Na mimi nimeona ni share na wenzangu msemo huu kwamba usisimame. Usiache chochote unachokifanya mpaka utakapofikia hatua ya kujivunia kile unachokifanya. Tunakutana na vitu vingi vingi vingi vingi sana vya kutukatisha tamaa. Lakini tunaambiwa usiache, usiache, usikate tamaa, usiache mpaka utakapofika mahali una uwezo wa kujivunia kile unachokifanya. Unapojisikia kukata tamaa, jiulize hivi, kwa nini nilipoteza nguvu zangu nyingi sana kuanza hichi kitu? Hivi, kwa nini nilisoma sana kuweza kufanya hichi kitu? Hivi, kwa nini nilivumilia kashikashi kashi nyingi. Wewe unajua mimi siwezi kukusemea kwa sababu nachokiota mimi sio unachokiota wewe, nachokiona mimi sio unachokiona wewe, njia zangu mimi sio njia zako wewe, na unachokifanya wewe ni tofauti na unachokifanya mimi. Kwa hiyo kila mtu ye anajua amestruggle na nini eh, amepitia nini mpaka eh, kufikia hapo alipofikia. Kwa hiyo kila unapotamani kuacha kitu Anza kujiuliza yale maumivu ambayo ulianza nayo mwanzo. Kwa nini ulianza hicho kitu na kwa nini uache hicho kitu? Kwa hiyo, huu msemo utupe nguvu ya kuendelea mbele mpaka tutakapofika mahali tunaweza kujivunia kile tunachokifanya, lakini kumbuka kwamba ukifika hatua ya kujivunia kile ambacho unakifanya, maana yake wewe tayari utakuwa mwalimu mzuri sana kwa wengine ambao nao wana struggle sasa hivi, eh, ambao sisi tuna struggle sasa hivi, tunapambana sasa hivi kuweza kufikia hatua fulani. Wewe utakuwa mwalimu mzuri na kiongozi mzuri kwa hiyo usiache unachokifanya mpaka utakapofika mahali unajivunia, ili uwe kiongozi mzuri na uwe mwalimu mzuri kwa wengine. Hatupaswi kukata tamaa, hatupaswi kuacha mpaka tutakapofika mahali sasa tuna uwezo wa kujivunia vile tulivyovifanya, au vile tunavyovifanya. Kila safari ni ngumu, kila safari ni rahisi, kulingana na mtu ambaye anasafiri. Kwa hiyo, hakuna aliyefika, hakuna anayejivunia bila kupita kwenye njia ambazo hata wewe, si ajabu saizi unazipitia, si ajabu wewe unaona ni pagumu mno. Wanasema wakati mwingine, ukiona pamekuwa pagumu sana Ujue urahisi unakaribia. E, wanasema ukiona maumivu yamekuwa makali sana, yaani kila kona pana maumivu, ujue kupona kumekaribia. Ukiona giza limekuwa totoro sana, ujue kumekaribia kupambazuka. Kwa hiyo tusikate tamaa, tuendelee kufanya kazi kwa bidii mpaka tutakapofika mahali tunajivunia vile vitu ambavyo tunavipambania. My dear, don't stop until you are proud.